Okay, siku iaba unarusiwa kupita unampa mkono unampongeza, unapitiliza. Unarusiwa kabisa, makamanda mbalimbali, unarusiwa kumpongeza namana aidaa kwa Juma Rashidi nay pongeza kwa jina lingine askariona aiyuko toka kei. Asante sana, inapendeza kweli kweli, inapendeza mapokezi haya. Ni vikosi vyote viliyoko hapa Arusha, vikosi vyote vilivyoko Arusha vimekuja kwa ajili ya kumpokea shujaa wetu ai Simbu. Basi usiondoke hivi hivi, shika mkono uende tuendelee. Wana michezo tubaki, bado kuna kipindi kidogo kifupi tu kingine. Hey, tuko karibu sana kwende namona, nasi samani alikuwa anapiga maaoni kule kimaja, naona ameacha na yeye yumo, usiba kupita hapa hey, tupite